Hapa kwamba watu wa Msisiri hawakutaka kuja hapa kinyonge, wameona waje hapa kwa furaha, na lengo lenu mnataka muendelee kuuthibitishia umma wa watu wa Msisiri, umma wa watu wa Mwananyamala, lakini umma wa Kinondoni kwamba CCM ndio baba, CCM ndio mama, CCM ndio nguzo ya umoja na mshikamano wa taifa letu. Hapo vipi? Tuna vyama vingi. Tuna vyama vingi. Sasa vimefika takribani 18. Lakini CCM kimeendelea kujipambanua katika ubora wake. CCM kimeendelea kujipambanua katika umakini wake. CCM kimeendelea kujipambanua miongoni mwa vyama bora duniani kwamba ni chama ambacho kina misingi, chama ambacho kiko tayari kiko tayari siku zote, kimeendelea kuwa na utayari wa kuwaletea wananchi maendeleo, kwa sababu ndicho chama chenye ilani bora ya uchaguzi kuliko vyama vingine vyovyote. Sisi ndugu zangu wa msisiri B, leo nimekuja tena hapa kwa mara nyingine, si mara ya kwanza mimi kusimama katika eneo hili Nimekuja mara nyingi hapa, nimeomba kura hapa, na watu wa Mwananyamala, watu wa Msisiri, hamjawahi kuninyima kura tena, toka zama zile ambazo tulikuwa tunasema hapa ni ngome ya upinzani. Leo hii kwa uvumilivu wetu, kwa ushupavu wetu na kutokata tamaa, ule upinzani uliokuwa unatusumbua sasa umekwishazikwa. Uongo, uongo. Nina hakika hata wakifanya mkutano hapa, wale wanaolialia, wale wenye majina ya kulialia hawawezi kupata watu kama hawa ambao wanaweza kuwasiliana. Adui yako muombe njaa. Njaa oye! Ndugu zangu watu wa Msisiri mlichelewa sana wakati ule. Mlichelewa sana. Na wakati fulani watu wa Msisiri mkaamua kuchagua upinzani. Tulikuwa tunakuja hapa tunawaambia chama hiki hakiwezi kutikiswa na punje ya mchele. Hakiwezi kutikiswa. Mwenye sera ni CCM. Mwenye ilani ni CCM. Anayesimamia maendeleo ya nchi nzima ni chama cha Mapinduzi. Mkitunyima serikali ya mtaa hapa, msifikiri mnaiumiza CCM, ninyi wenyewe mnajichelewesha kwa maendeleo. Mimi ninafurahi, ninafurahi, ninafurahi. Ugeni rasmi wewe ulikuwa mwenyekiti wetu wa wilaya, leo hii Msisiri B pamoja na kule A wameamka wamesema, sasa ni wakati wa ukombozi. Sasa ni wakati wa kusema yaliyopita si ndwele tugange yajayo, na ili tugange yajayo, ni lazima tuchague chama makini, chama chenye sera, chama chenye ilani, chama ambacho viongozi wake wanawiwa na wanasukumu wa kuwaletea maendeleo wa Tanzania, na chama hicho si kingine, ni chama cha Mapinduzi. Hapo ndugu zangu wana msisiribi, leo ndugu yenu nasimama kwa mara nyingine tena waombeni kwa heshima na taadhima, kwa upendo, kwa unyenyekevu na kwa mahaba waombeni kura kwa mara nyingine, kura ya udiwani kwenye kata hii. Narudia ndugu zangu, wanawamsisirid leo, kwa mara nyingine tena, ndugu yenu, jirani yenu, rafiki yenu, mtoto wenu, na wengine kaka yenu, ninasimama mbele yenu kwa heshima na taadhima, kwa upendo na unyenyekevu waombeni kwa mara nyingine mnipe kura ya udiwani tarehe ishirini na tisa. Lakini kabla sijaendelea, sisiem tunahubiri mafiga matatu. Wale wa Kristo wanakitu wanakiita utatu mtakatifu sisi, figa moja haliwezi kukaa chungu kikatulia. Mafiga mawili hayawezi yakakaa chungu kikatulia. Tunahitaji mafiga matatu. Nimeomba kura yangu ya udiwani, kwa sababu ndio niko na ninyi hapa sasa hivi, lakini namwombea kura mheshimiwa mbunge wa jimbo la Kinondoni, ndugu yangu Tarimba Abbas. Mimi kama mdiwani, namtegemea mbunge diwani yanaishia kwenye halmashauri hapo manispa, lakini hapo mambo mengine ili yafanyike kwenye eneo letu yanahitaji sapoti ya serikali kuu, na sapoti ya serikali kuu inamhitaji mbunge kubeba maoni yetu, kubeba ushauri wetu, kubeba mapendekezo yetu na kuyapeleka bungeni. Kwa hiyo huwezi kuchagua madarasi na malimau ukayaweka kwenye kapo moja. kwamba kipo chama kinapita pita hapa msisiri, kinakusanya watu kinawapeleka huko na kule. Mimi nasema msitishike, mimi nasema msibabaike. Tena wakati mwingine, viongozi wangu, msikae, mnapoteza nguvu kuwazungumzia watu ambao hawana lolote kuna watu hawana habari nao. Ninyi mkiwasema mnafanya watu waanze kuwatafuta. Hao wanaotoa shilingi elfu tano ni kina nani? Sisi hatuishi maisha yetu, sio shilingi elfu tano. Hizo sare kina mama mlizovaa leo ni zaidi ya elfu tano. Uongo huko, elfu tano inanunua kiroba kimoja tu cha kisungura, baada ya hapo inaisha. Taji maendeleo ya taifa letu kwa siku 365 au siku 366 kwa mwaka, sio shilingi 5000 ambayo huwezi kutumia ataasmo. Sasa hao wanaopita wanajitangaza, wacheni wajitangaze, twendeni na usemo unaosema chema chajiuza, kibaya. Sisi ni chama chema, sisi hatuna haja ya kujitembeza. Sisi tunafuatwa wenyewe, wongo wongo leo. <tipi> Mmekuja hapa kwa wingi, wala mjabebwa na mabasi kuleta hapa. Wongo wongo mmekuja <tipi> kwa miguu yenu, mmekuja kwa bajaji zenu, mmekuja kwa pikipiki piki zenu kuja kusikiliza neno la chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo hawa wapika ubwabwa waendelee kupika ubwabwa, sisi siyo waroho wa ubwabwa na wala watu wa msisiri siyo waroho wa ubwabwa, wongo wongo kwanza mmeshasikia unaitwa ugwabwa mungwana. Hali ugwabwa mungwana, anakula wali. Zisi, wapika ugwabwa zii, wapika hari, wali hoye, wali unaopata ndani ya Chama cha Mapinduzi. Hapo vipi? Tige makofi kwa CCM.